Karibu katika makala ya M24 leo hii, tunakwenda kumwangalia mnyama mwenye nguvu na akili kubwa. Mnyama huyu ni dubu. Dubu ni moja kati ya wanyama wakubwa zaidi wanaoishi ardhini. Anajulikana kwa mwili mkubwa uliofunikwa na manyoya ya mazito, nguvu zisizo za kawaida, na uwezo wa kuishi katika mazingira magumu kama milimani, misitu yenye baridi kali, na hata maeneo yenye joto. Wanyama hawa wanapatikana katika mabara kadhaa, hasa Amerika ya Kaskazini Ulaya na Asia. Aina za dubu: kuna aina takribani saba za dubu duniani, kila moja ikiwa na tabia na mazingira yake ya kipekee. Dubu wa kahawia au Brown Bear hupatikana Ulaya, Amerika ya Kaskazini na Asia. Aina mashuhuri zaidi ni Grizzly Bear. Dubu wa polar, Polar Bear, anaishi kwenye maeneo ya baridi sana ya Arctic. Ni, ni mtaalamu wa kuogelea na mla nyama zaidi kuliko dubu wengine. Dubu mweusi wa Amerika, America Black Bear, mdogo kuliko dubu wa kahawia, hupatikana kwenye misitu ya Amerika ya Kaskazini. Panda au giant panda, mnyama maarufu kutoka China anayependa kula mianzi na ni ishara ya utunzaji wa mazingira duniani. Dubu wa Asia, Asiatic Black Bear ana alama nyeupe kifuani na hupatikana Asia ya Kusini na Mashariki. Dubu wa jua, Sun Bear, anaishi Asia ya Kusini Mashariki mdogo kuliko dubu wengine wote, hupenda asali na matunda. Dubu wa miiba, Sloth Bear, anaishi India, Sri Lanka na Nepal, hupendelea kula mchwa na wadudu. Tuziangazie sifa za mnyama huyu aina ya dubu. Dubu huwa na uzito ambao huweza kufikia kilo 25 hadi zaidi ya kilo mia saba kutegemeana na aina ya dubu. Maisha yao hufikia umri wa miaka ishirini hadi thelathini hasa wakiwa porini. Lishe zao, wengi ni omnivores ambao hula mimea, matunda, samaki na nyama. Uwezo wa kusimama, dubu anaweza kusimama kwa miguu miwili, hasa akihisi hatari au anapotaka kuona mbali. Na katika kumbukumbu -kumbu na akili, tafiti zimeonyesha kuwa dubu wana akili kubwa na hukumbuka maeneo na wana uwezo pia wa kujifunza. Tabia za maisha za dubu, hupendelea kuishi peke yao au solitary animals, isipokuwa wakati wa kuzaliana au mama akiwa na watoto wake katika maeneo ya baridi, dubu hulala kwa muda mrefu wakati wa baridi kali. Hali hii inaitwa hibernation, ambapo hupunguza mapigo ya moyo na kupumzika mpaka joto lirudi. Uhusiano wake na binadamu: ingawa dubu ni wakali wanapochokozwa, wanaheshimika sana katika tamaduni nyingi duniani. Kwa mfano, wenyeji wa Amerika ya Kaskazini waliona kama alama ya ujasiri. Nchini China, panda ni ishara ya amani na urafiki, na nchini Urusi dubu ni nembo ya taifa. Dubu wengi wako hatarini kutokana na uharibifu wa makazi yao, kwa sababu ya ukataji wa miti, uwindaji haramu kwa ngozi na viungo vyao, mabadiliko ya tabia nchi yanayoathiri upatikanaji wa chakula hasa kwa polar bears. Mashirika kama WWF na IUCN yanafanya kazi kubwa sana kulinda spishi hizi ili zistoweke. Dubu ni kielelezo cha nguvu, uvumilivu, akili ya juu katika ulimwengu wa wanyama na ni jukumu letu kama wanadamu kuhakikisha wanyama hao wanabaki kuwa salama kwa vizazi vijavyo na kulinda misitu, kupinga uwindaji haramu na kuhamasisha utunzaji wa mazingira. Asante kwa kuitazama video hii au makala hii ya M24. Tukutane tena wakati mwingine.